Kwingineko, mbunge wa Kimilili Didmus Barasa ameunga mkono hatua ya serikali ya kitaifa kukodisha kiwanda cha sukari cha Nzoia, akisema hatua hiyo itasaidia kukifufua kiwanda hicho cha sukari. Ni kama anavyotuarifu Eric Lumbasi <mulia> zungumza na wakazi eneo la Kongoli katika eneo bunge la Kandoi, mbunge wa Kimilili Didmus Barasa anadai kuwa kama viongozi wa kaunti ya Bungoma wamedadisi mkataba huo, wakisema utakuwa manufaa kwa wakulima wa miwa. Namba one mkulima alipwe pesa yake. Namba mbili mfanyikazi alipwe pesa yao, na kuna pia kuna ile pesa yao ambayo walikuwa wanakatwa pesa ya pension, lakini factory haikuwa inapeleka kwa bank. hiyo pesa pia lazima ilipwe, ndio kusonga mbele. Tumeangalia huyu mkataba tukahakikisha interest ya mkulima na mfanyikazi imewekwa pale, hivyo ndani hii factory hata kama ni ya serikali ni yako, si ya serikali. Mbunge huyu amekashifu baadhi ya viongozi wanaoandamana kupinga mchakato wa kukikodisha kiwanda hicho, akisema wengine wao walikuwa katika serikali na wakutoa suluhu lolote kuhusu kiwanda hicho kilichokuwa kina dorora. Yeye amekuwa waziri kwa zaidi ya miaka kumi na tatu. Yeye yeah, alikuwa waziri wakati Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa nchi ya Kenya, na wakati alikuwa anakuja hapa na mawaziri wengine wote, hakutoa suluhu kwa wakulima wa Nzoia wa waliendelea kuumia. I will not be part of a group of people who are saying that we continue to have the status quo in Zohia. So that the farmers of Nzoia can continue, can continue to suffer, can continue to have problems because they are not going, they are not being paid their money. Ya kusonga, Eric Lumbasi, West TV, County ya Bungoma